wajibu wako ni sawa sawa na yule ambaye tayari anao umeme. Kwa nini nasema hivi? Wewe pia ni mmoja kati wa wanaonufaika na kuwepo kwa umeme. Kwa mfano, huna umeme, lakini ukiona nywele zako kidogo zimeongezeka, unakwenda saluni. Ukienda saluni, unalipia pale, wanakunyoa nywele, unatumia nini? Umeme. Na wewe umeutumia, si ndio? Hivyo, umejenga nyumba yako, unataka kuweka madirisha kisasa, tunatengeneza madirisha ya chuma unasema ya ya grill sawa, eh, safi sana. Unaweka madirisha yako ya grill. Yale madirisha ya grill huwezi kuyapata kama hayakupitia kwenye wakati huo. Wewe unayapata yale madirisha, lakini kuna mwingine amepata ajira kutokana na ule umeme kuwepo, ndio akawa anaweza kutengeneza yale madirisha. Kwao anamnufaisha yule, yanakunufaisha na wewe ambaye unataka nyumba yako iwe na usalama zaidi, na hapo neno la usalama ndio linapokuwa na maana. Sasa ukilinda miundo mbinu ikaweza kutoa umeme wa uhakika basi, na wewe utakuhudumia huo umeme. Kwa kila mmoja wetu kwa nafasi yoyote aliyonayo popote pale alipo, umeme anauhitaji kwa asilimia mia moja. Haya basi, tuseme wewe hujajenga utaki hizo grili basi, lakini hata uli ugali, jamani, ugali si tunausaga mashine, si zinatumia umeme? Eh, ndio tunauhitaji umeme basi, au sio? Kuna magari yanakuja huku kuleta bidhaa mbalimbali kutoka huko mjini, yanasafirisha huko yanatumia petroli. Ile petroli imekuwa imepampiwa kuingizwa kwenye gari kwa kutumia nini? Mm -hmm. Tuna uhitaji au sio? so, kwa basi jukumu letu la msingi yes, lile yes, la kuhakikisha kwamba hii miundombinu iko salama wakati wote liko pale, pale pale kwa kila mmoja wetu, yes. Nadhani mpaka hapo tumeelewana eh? Mm -hmm. Sasa kuna wenzetu wengine wenye vichwa vya panzi na uwezo mdogo wa kufikiri sijui huwa wanazingatia nini lakini wanathubutu kwenda kuiharibu ile miundombinu kwa makusudi. Mimi sidhani kama kuna mtu anaweza akajenga nyumba yake alafu siku moja akaamua tu akaichoma moto. Sijawahi kusikia tangu nimezaliwa mpaka naota mvi, sijawahi kusikia, kwa sababu ile sio busara, na mnufaika wa ile nyumba sio yeye peke yake. Ana mke, ana watoto, pengine ana wazazi wazee wanaishi pale. Unachoma moto ili iweje? Sasa huyo hana tofauti na yule ambaye anakwenda kuharibu miundombinu kwa makusudi. Anaitwa Godfrey Onokomba, diwani wa kata Litisha. Tunashukuru sana TANESCO kwa kutuletea umeme <coughs> na eneo kubwa, na wengi wametumia huyo umeme, lakini tunashukuru kwa elimu tuliyopata, na licha ya kupata nani, elimu kwanza, kuna vijiji vingine ni vitongoji vingine ambavyo havijapata umeme. Leo tumepata vitongoji saba ambayo imesaidia kwamba tutapata umeme na bajeti mwezi wa saba, itatokea tunashukuru sana katika hivi ingawa vingine bado lakini, kaio tutapata tena bajetaingia tenanaitaa kwa mafunzo kwanza kabisa na shukuru shirika la umeme ambayo vinaweza kutusaidia mpaka sisi huku watu wa kijijini mpaka kuna vitongozi baadhi ya vitongozi umeme na tunashukuru kwa kupata mafunzo haya, kwa sababu tulikuwa hatujui <coughs> jinsi ya kutunza umeme kupitia kwenye milingoti ambayo imesimama karibu na mashamba au kwenye nyumba. Kwa hiyo, kwa zoezi la leo tunamshukuru, tunamshukuru, tumeletewa wataalamu ambao wametuelekeza jinsi ya kutunza hizo nguzo za umeme, hususan ni kuwekea visaani ambavyo vina